Na nataka unaelewa vizuri. Anamwambia tunza shamba na kila kitu. Alafu anamtoa mwanamke kwenye ubavu lakini wakati anamtoa, kila kitu kilikuwepo. Matunda yalikuwa. Miti ilikuwa. Vitu vingi ambavyo alilima pale yule papa vilikuwa pale. Ndo Mungu anamleta mwanamke. God brings a woman. Mwanamke alipotokea tu aliona hali nzuri. Kwa hiyo mwanaume timamu aliyekuwa kwenye nafasi yake akimbiliaki kutafuta mwanamke, hajalima hajamwagia maji uh, uh, hajakomalisha. Unaona, mtu tu anaamka asubuhi hana kitanda. He has

Kwa hiyo kama mwanaume, acha kupoteza masana, mas, kukaa kwenye vikao vikao. Don't lose so much time sitting with people. Ukilamuka busubui. When you wake up in the morning, wewe uko tu unatafuta ligala fasi ya inye mtapiga story. You are there looking for people, crowds who are to make stories. Apana. No way. Nimekwambia toka kwa kitanda. Get out of your bed. Anza kuchakarika. Begin to be busy. Kwa sababu wakati mwanamke anakuja kwa maisha yako, upende usipende, like utamtunza, utamtunza. Sahii utasema atajifanyia oh, lakini herself. Yale matatizo anakupatia yatakufanya uumie sana. Ndio maana unaweza kuona kakijana kakikuwa kwao. A young man in their kana house. Sura sura moyo nzuri nzuri face. Lakini ngoja But wait. Siku atakutana naye kana mwanamke, wanaanza ishi pamoja they begin to live together. Sura inabadilika. Ndevu zilikuwa zinachanuliwa vizuri, kichanuo kikuwa kinapita vizuri, lakini wakati mwingine huyu mwanaume anatokaka munyumba hata ndevu akumbuki tee, kwa sababu lazima more. achakarike Because they have to be busy.